Kuna kitu kimenikaa sana moyoni na kinanikera sana. Natamani kila mtu apate kukielewa kitu hichi, kitu ambacho najua watu wengi tumewahi kukutana nacho. Sio kwamba watu hawajui kuwa binadamu wanakosea, hapana. Tatizo kubwa ni kuwa watu wote wanajua binadamu hajakamilika, ila akikosea, wengi huwa wagumu kusamehe. Kila mtu anakubali kwa maneno kuwa hakuna aliye mkamilifu, lakini cha ajabu, pale unapokosea watu wanasahau kabisa hiyo kauli yao. Ghafla tu wanataka utende kwa ukamilifu, wanataka uwe kama mashine vile, usikosee. Binadamu tuliumbwa na mapungufu, tunasema vibaya bila kujua, tunatenda tuna usivyofaa kwa makosa ya kiakili, kihisia au hata kwa presha. Lakini inapotokea kosa jamii haitaki kusikia maelezo marafiki wanakuchukia familia inakata mawasiliano, watu wanakufuta kwenye maisha yao bila hata kukupa nafasi ya kueleza. Sasa hichi kitu mimi kinanikera. Hivi kwa nini huwa tunafanya hivi hmm? Kwa nini tuko tayari kuzungumza juu ya huruma, msamaha na upendo, lakini tunapohitajika kuvitumia kwa vitendo tunakuwa wakali kuliko kosa lenyewe. Kwa nini tunafanya hivi? Nimeona watu wengi wazuri wanakata tamaa kwa sababu ya hukumu ya jamii. Mtu mmoja anakosea mara moja tu, lakini kosa hilo linamfunga kifungo cha maisha kwenye macho ya watu. Kuna watu ambao waliwahi kujitahidi kuwa bora, lakini kosa moja tu, kosa moja tu likaharibu kila kitu. Hawapewi nafasi ya pili. Je, yeah, tunasahau kwamba kuna siku sisi pia tutakosea mm? Tutahitaji msamaha, tutahitaji mtu wa kutuamini tena. Je, yeah, mbona tunalisahau kitu hicho? Ukikosa huruma leo kwa wengine, usitarajie huruma kesho. So leo natamani kitu kimoja tu, kama umewahi kukosea na ukahukumiwa zaidi ya kosa lenyewe Video hii ni kwa ajili yako. Kama wewe ni mtu anayekaribisha watu waliokosea, shukrani kwako, dunia inakuhitaji. Na kama wewe ni mmoja wa wale wanaohukumu wengine kwa makosa madogo, tafadhali jaribu kusamehe. Natamani kila mtu atizame video hii, ili tukumbuke hakuna mkamilifu, na hakuna anayepaswa kuangamizwa kwa kosa moja. Tuifunze kusamehe kama tunavyotamani kusamehewa pia. Kama huja subscribe tafadhali, bonyeza alama nyekundu hapo chini iliandikwa subscribe, like video hii, share video hii, ilipate kuwafikia watu wengi, apate kukumbuka kuwa sisi si wakamilifu. Aande, bye bye.